Mwanawe ndio tunafanyia hii birthday party. Labda tuangalie kamera, tuangalie kamera kwa. Labda mama, ujitangulishe ni nani? Mimi naitwa Hadija Mlope. Hadija Mlope, kwanza ongera kwa kupendeza. Asante. Labda utuambie nani amekuvalisha dada yangu, mtaje kwa jina. Bwana Hadija Kakome. Asante. Hebu tuambie, birthday party hii ni ya mtoto wako, ni mtoto wako wangapi? Kama utapenda labda natimiza umri gani? Lakini ni mtoto wa aina gani mpaka leo umevutiwa kumfanyia birthday party? Karibu. Mtoto wangu watatu. Ndio. Mtoto wangu watatu ndio. Napenda. Sasa, pembeni niko ni, niko na Apeja na ndugu na yangu naye na, ni nani? Hebu jitambulishe. Ah, naitwa Abdalla Mlope Abajabilia Bala Mlope, dada wa, wa, wa mjomba. Hebu tuambie kwamba binti yako huyu Nusrat ni mtoto wa aina gani mpaka leo umeamua kumfanyia birthday? Ni moja katika nguzo yangu kubwa katika familia, yani ni kwamba katika moja la usiku la mchana, na ni mtu mmoja ambaye kwamba namkubali. Unamwambiaje leo kwa kuongeza umri? Kwa kweli nafurahi sana, umri wake Mungu amemjalia, wa umri wake umezesogea, aishi vizuri na vijana zake na watu wake na wasamini sana ndugu zake. Aya, asante. Haya, tunaendelea kuzungumza na watu mbalimbali mbali hapa i pale. Ngoja nimuulize kama aonekane naye azungumze pale.